Mwanamke aliyeweza kumteka na kumuuza binti yake mwenye umri wa miaka sita akiwa na washirika wake wawili nchini Afrika Kusini ameweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela, ambaye anafahamika kwa jina la la Racquel Kelly Smith mwenye umri wa miaka thelathini na tano pamoja na mpenzi wake Jacquen Appollis na rafiki yao Steveno van Rhyn walishirikiana kumuuza mtoto huyo kwa mganga wa kienyeji ambaye alivutiwa sana na macho ya mtoto wao e, pamoja na rangi ya ngozi yake bana. Mama huyo aliweza kukiri kumuuza binti yake kwa mganga wa kienyeji ambapo ilikuwa ni Februari mwaka 2024 kwa randi elfu ishirini ambao sawasawa na tanzanian shillings milioni tatu. Licha ya msako mkubwa na umaarufu wa tukio hilo, mtoto huyo ambaye anafahamika kwa jina la Joshlin Smith ambaye alipotea Februari mwaka 2024, Saldanha Bay karibu na Cape Town, bado hajapatikana. E bana, hukumu hiyo imeweza kutolewa baada ya kesi hiyo ambayo imeweza kusimamiwa ndani ya wiki sita iliyoibua hisia kubwa sana nchini humo ambapo mashahidi wa upande wa mashtaka waliweza kutoa ushahidi wao mahakamani hapo. So kwa kuwe kama kwa kwa mdau wa burudani, kwa kuwe kama kwa kwa mdau wa sasa online digital, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye anja comment hapo, usieje kusubscribe kwa taarifa kadha wa kadha, chao chao.